lakini John Pombe Magufuli ni zaidi ya daraja kwa taifa. E, JPM Magufuli ni zaidi ya daraja kwa taifa. Lakini habari kubwa ni mauaji ya muuza madini vigogo polisi kunyongwa. Hiyo e, ni habari kubwa kwenye gazeti la Mwananchi, linasema mauaji ya muuza madini vigogo wa jeshi la polisi kunyongwa. Lakini Nchimbi ashusha kibano kipya kwa wagombea CCM na shilingi bilioni 63.2 kuinua wajasiria mali makazi. Na tukiachana na gazeti lako la Mwananchi tuangazie kwenye gazeti lako la Habari Leo lenye linaanza na habari inayosema polisi wawili Mtwara kunyongwa kesi ya mauaji. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu, na msaada wa kisheria waibua wanawake wapenda fedha kwenye ndoa. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa nane wa gazeti lako la Habari Leo lakini bado kuna habari inayosema bangi, e, yaongoza kusambazwa kwa wingi nchini e, bangi yaongoza kusambazwa kwa wingi nchini hiyo. Ni habari ukurasa wa nne wa gazeti la habari leo, lakini habari kubwa ni Samia Agiza walio Irani na Israel kurudi. E, Rais Samia Suluhu Hassan e, kutokana na mgogoro wa Israel na Irani Agiza walio huko kurudi, lakini ni Watanzania zaidi ya 663 e, tayari 100 47 wamesharudi. Hiyo ndio habari endelea ukurasa wa 3 kwenye gazeti la habari leo. Na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa atoa maagizo saba taasisi za umma. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa atoa maagizo saba taasisi za umma. Hiyo ndio habari endelea ukurasa wa pili na system ya zuia ziara mikutano ya wajumbe kura za maoni. System ya zuia ziara mikutano ya wajumbe kura za maoni. Hiyo ndio habari ukurasa wa 4. Na Zanzibar yaimarika. Ya Zanzibar ya imarika, pato la taifa lafikia fikia trilioni 6.47, la serikali trilioni 2.104, lakini miradi 485 yasajiliwa ikiongeza ajira zaidi ya elfu 25,470. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa pili kwenye gazeti la habari leo. Na kwenye gazeti lako la Zanzibar leo kuna habari kubwa zope kipaumbele. Eh, ni miaka mitano ya mafanikio makubwa huyo ni Dr Mwini alihutubia baraza la wawakilishi na kusema miaka mitano ya mafanikio uh, makubwa. Hiyo ni habari kubwa inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar leo. Na Wasira, utawala bora ni kutii katiba. Huyo ni Wasira asema utawala bora ni kutii katiba, lakini spika Zuberi awashukuru wajumbe blw serikali kuwalipa mabaharia walioumia kazini. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Zanzibar leo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina na gazeti lako la Uhuru, ukweli daima, asubuhi ya leo inaanza nambari inayosema vigogo wa polisi wahukumiwa kifo, mauaji ya mfanyabiashara huko Mtwara. ni mawaziri wa tobo asiri mafanikio ya rais Samia Suluhu Hassani, ni habari kubwa ni Nchimbi atoa atoa maagizo maagizo mikutano na semina e, za CCM. Dr. Biteko, tumewekeza kimkakati sekta ya kilimo. Huyo ni Dr. Biteko asema tumewekeza kimkakati sekta ya kilimo lakini waziri mkuu Kassim Majaliwa ahimiza taasisi kujiunga kielektroniki. Kwenye gazeti lako la Uhuru kuna habari inayosema rais Mwinyi agusia mafanikio miaka mitano, hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Uhuru eh, kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Majira na lenyewe ukurasa wa mbele linaandika Dr. Mpango watembelea kampuni za kimataifa, Dr. Mpango watembelea kampuni za kimataifa na maandalizi ya maonyesho ya Sabasaba yafikia asilimia 85. E, lakini kuna habari inayosema mawaziri wa mwagia sifa rais Dr. Samia Suluhu Hassan. E, ulega azungumzia rekodi ya miradi iliyokamilika. Lakini profesa Kitila afurahi aliyowapa watanzania e, kabudi asema atimiza ndoto za mwalimu Nyerere. Lakini barawa afunguka e, hao ni mawaziri wa mwagia sifa Dr. rais Samia Suluhu Hassan. Lakini watanzania warejeshwe e, warejeshwa nchini kutoka Israel na Iran daraja la Kigongo Busisi kilelezo kile cha uhuru kamili. Lakini Steven Wasira eh, wanaotaka ubunge pimeni kina cha maji eh, habari inapatikana kwenye gazeti la Majira ukurasa wa mbele. ata maratuangazi gazeti gazeti la Majira, gazeti la kula taifa Tanzania uzalendo kwanza linaandika Dr. Biteko, tumeendelea kuwekeza kimkakati katika sekta ya kilimo. Lakini uchaguzi mkuu sio ajali, huyo ni Wasira asema uchaguzi mkuu sio ajali asema. Uh, waliokuwa wanafunga vioo vya magari wajue sasa wanarudi kwa wapiga kura ashauri. Uh, wanaotaka kugombea ubunge wapime kina cha maji kabla ya kuingia. Awapiga uh, kijembe wanaotaka ubunge kwa kununua uh, wapiga kura CCM. Lakini tume ya tehama veta sasa kushirikiana katika vyuo saba, uh, tume ya tehama na veta kushirikiana katika vyuo uh, saba. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la taifa Tanzania, kurasa za mbele. Lakini tuangazie sasa gazeti lako la Dira ya Mtanzania lenye linaandika Rais Mwinyi mapato ya serikali yameongezeka kufikia shilingi trilioni 2.1, lakini mawaziri wa ukubali utendaji uliotukuka wa Rais Samia na Chadema yafunguliwa mlango, e, e, mlango kurejea kwenye uchaguzi uchaguziChadema wafunguliwa mlango kurejea kwenye uchaguzi, lakini Simon Siro ateuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Kigoma huyo uh, ni, Simon Siro ateuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Kigoma. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Dira ya Mtanzania kurasa wa mbele, lakini gazeti lako la Mtazamo Mpya lenye ukurasa wa mbele linaandika vigogo wawili polisi Mtwara wahukumiwa kunyongwa hadi kufa. Vigogo wa polisi Mtwara wahukumiwa kunyongwa hadi kufa, ni wale waliomuua mfanyabiashara wa madini Musa Hamisi mwaka 2022 yumo SP Gilbert eh, na wengine lakini wengine watano waache wa huru, baada ya ushahidi kutowatia hatiani. Lakini Waziri Mkuu Majaliwa awapa wiki tano wasiojiunga e, G, B, S, B. E, Unigavis, e, wasiojiunga. Lakini malini sasa wamtaka Deo Mbwasi agombee ubunge na Rais Samia awapa thank you walioomba kwenda majimboni. Lakini Rais Dr Mwinyi ajivunia mambo matano yaliyoibeba Zanzibar. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtazamo Mpya ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Mwelekeo lenye asubuhi ya, ya leo linaandika habari kubwa ni Rais Samia andaliwa kura za kishindo na Dr Mpango ashiriki Ekaristi Takatifu kat ya Roma. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwelekeo ukurasa wa mbele. Na gazeti lako la Wamachinga lenyewe lina habari kubwa eh, kurasa wa mbele linasema wasira, uchaguzi mkuu sio ajali lakini tumia tehama Veta sasa kushirikiana katika vyuo saba na tani saba eh, za dawa za kulevya zakamatwa nchini. Panga la washukia Marasi wataka ubunge eh, panga la washukia Marasi wataka ubunge. Rais Samia awapangua usiku Makonda eh, Serukamba na Chongolo, lakini heri James mpya eh, Iringa Kenani apelekwa Arusha, Jabiri atua Songwe hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Machinga. Lakini mawaziri wampongeza uwajibikaji wa, wa rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Na kwenye gazeti lako raia mzalendo lenye inaandika majaliwa awasihi watumishi kuzingatia maadili. CCM yasitisha eh, mikutano ya ziara makongamano. Polisi walioua mfanyabiashara mtwara kunyongwa hadi kufa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako raia mzalendo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari Kinam. Na tukiachana sasa na kurasa za mbele tuangazie kwenye gazeti lako la Nipashe, e, lenyewe lina habari inayoanza kwa Nipashe na habari inasema mbivu mbichi, kesi ya Chadema ni bodi ya wadhamini kuhusu mgogoro wa mali za chama, zuio la kujihusisha na shughuli za kisiasa. Lakini askari wawili wahukumiwa kunyongwa kwa kumua mfanyabiashara Majaliwa atoa siku 38 taasisi za umma kujiunga na mfumo wa government SG, lakini ripoti iskanka tishio usalama wa afya ya vijana eh, ripoti iskanka ni tishio la afya ya vijana. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe. Na tukiachana sasa, tuangazie kwenye kurasa za michezo, gazeti lako la Raia Mzalendo linaandika eh, Dodoma jiji yampiga stop ajibu, lakini Mgunda tunaanza usajili mapema Asukile, asema Prison haishuki daraja, lakini Xavi Alonso ana imani na kikosi chake. Na gazeti lako la Wamachinga lenye linaandika mwamuzi kutoka Misri kuchezesha eh, Yanga na Simba, lakini wadau wa mtabiri makubwa mwaikenda Zamaliki, sasa yamuulizia Msuva. Twiga Stars tulistahili kutoa ubingwa wa Sekafa, hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga lakini gazeti lako la uelekeo linaandika e, Yanga kuifungua Simba si jambo jepesi e, Yanga kuifunga Simba si jambo jepesi. Lakini ahwa aongoza vi, e, vita kiatu cha dhahabu, lakini Diamond azidi kutingisha Ugaiboni. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la uelekeo. Lakini gazeti lako la mtazamo linaandika fetoto Yanga swala la muda na muamuzi e, wa dabi ya Kariakoo anatoka Misri. Lakini gazeti lako la dira linaandika Mwaikenda atabiriwa kuwa beki bora lakini nyota Dr Msola, eh, Yanga uchaguzi TFF na kocha Twiga Stars yajivunia nyota kulipwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Dira ukurasa wa michezo. Huku gazeti lako la Taifa Tanzania inaandika TFF na TPLB waajiri marefa kigeni kuchezesha dabi ya Kariakoo, Yanga yakiri kuifunga Simba sio jambo rahisi, lakini Fadlu, tuna mechi moja tukishinda tutakuwa mabingwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Taifa Tanzania ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Majira linaandika Wamisri kuamua dabi ya Kariakoo, viingilio vya wekwa hadharani. Karia ayapongeza mashindano ya wanawake ya seka 2025. Lakini gazeti lako la uhuru linaandika Rais Dr. Mwinyi afunguka mafanikio ya mchezo. Lakini kuna habari inasema Jumatano Juni 25, saa kumi na moja jioni, uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini Zanzibar leo linaandika Dr. Mwinyi ajivunia mafanikio lukuki sekta mchezo kukabidhiwa zawadi kesho lakini wadau wa soka wa umasikio ZFF. Na gazeti lako la habari leo linaandika sababu za tajwa wa Misri kuazimia eh, kuziamua Yanga Simba, lakini Yanga ibomoa tena Asec Mimos, hiyo ni habari kwenye gazeti lako la habari leo, lakini tuangazie sasa kwenye gazeti lako, eh, gazeti la Mwanaspoti, gazeti la michezo naandika dabi ya simu ya Mpanzu Pakome eh, dabi ya simu ya Mpanzo na Pakome refu wa dabi umeme tuta rekodi zake za tisha. Bosi wa waamuzi afafanua. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kula Mwanaspoti kwenye kurasa eh, za mbele. Lakini gazeti la Nipashe mwanga wa jamii asubuhi ya leo lenye linaandika kwenye michezo wa uamuzi wa dabi sasa kutoka Misri, makocha waendeleza tambo hesabu, eh, zikitawala kumpata bingwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako habari kwa, kwa kina na gazeti lako na Nipashe kwenye kurasa za michezo. Ndio tufungie usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakale yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.